Kapombe ameichezea ya ya Simba mafanikio, alikuwepo kwenye nyakati nzuri za mnyama akitawala Afrika, lakini leo si Simba ile tena. Simba ya leo ni kivuli cha jina lake, tishio kwenye maneno ya Ahmed Ali, si tena kwenye vitendo vya uwanjani Mechi mbili ushindi moja, ya kupoteza nyingine sare. Leo period, kesho mimba inauma kwa Shomari, si kwa sababu sare mbele ya Mtibwa Sugar pekee, bali kwa sababu macho yake, anaona kitu ambacho moyo wake haukubali. Mnyama amechoka lonya sisile tena, miguu ikimbii kama zamani, pumzi na katika mapema, ubora umeondoka kimya kimya kama upepo alfajiri. Shomari alikuwepo wakati Simba ilikuwa ya maajabu wakati jina la Simba lilikuwa hofu kabla hata mechi kuanza. Shomari alimwaga krosi, Kagere akaweka wavuni. Shomari alimpasia Chama Chama akamgongea Luyo ze Mikson, na Afrika ikaelewa maana ya Simba. Simba ni kitu gani? Ilikuwa timu yenye njaa, yenye jeuri ya ushindi yenye kiu ya damu ya wapinzani. Yote haya anayakumbuka Kapombe Shomari. Alikuwepo Simba ya Okwi na Boko, akaichezea Simba ya Dilunga na Nyoni. Kila alipokanyaga uwanjani, wazo la kwanza lilikuwa ni ushindi. Hakukuwa na mazungumzo mengine ya kwamba tunakwenda kujaribu, ilikuwa tunakwenda kushinda. Ni mwanaume gani aliyekuja daa akawa na ujasiri wa kuondoka na alama tatu dhidi ya Simba? Vilio vya wapinzani vilizoeleka, Vilikuwa ni mateso ya kawaida. Simba ilikuwa ya moto, ilikuwa sumu, ilikuwa ni hukumu ya kifo. Leo mambo yamebadilika, inauma kwa Shomari. Wote wameondoka, wamemwacha yeye na kumbukumbu tamu zinazotesa moyo wake. Wamemwacha yeye na simba yake iliyochoka. Moyo wake unaongea mengi kuliko mdomo wake. Anajiuliza kimya kimya, ni mkosi gani huu? Tunaweza kuamka tena? Mbona kila kitu kimebadilika ghafla hivi? Hapana, hii siyo Simba. Shomari na kitambaa chake, macho yake mejaa machozi yasiyoonekana. Anajikaza, lakini moyo wake unauma. Anaipenda Simba kwa namna ambayo mashabiki wengi hawawezi kuelewa. Ameonyesha majonzi hadharani, na ukiwa mtu wa mpira unamwelewa Kapombe. Leo Shomari atakaba kwa nguvu, atapambana mpaka pumzi ya mwisho, atawaga maji kwa mukwala mukwala, atakosa bao la wazi kabisa, alafu atasimama na kuanza kucheka huku akizishika nywele zake. Hii sio Simba wanangu. Shomari ameichezea Simba ya wanaume, Simba ya heshima, Simba ya hofu. Leo amebaki peke yake, anacheza na kimvuli cha historia. Anajiuliza kimoyomoyo, huyu bajabiri angepata wapi nafasi kwenye kikosi cha Stephen au Patrick Ausems? Wakati hataka hata alikuwa akishinda benchi. Ni huzuni ya shujaa anayepigana vita ambayo tayari anaona anakwenda kupoteza. Mimi ni Steve Champion l k